Haya ndiyo madhara ya kuishi na PID kwa muda mrefu. Kitu cha kwanza, PID inaenda kuziba mirija ya uzazi pale yeye itakapohitaji kutoka kwenda kukutana na mbegu ya kiuno, linaweza likagota kwenye uh, mirija ya uzazi na ikatokea changamoto ya ectopic pregnancy. Kitu cha pili ni maumivu makali ya tumbo. Kuna wanawake ambao wanapitia maumivu ya tumbo, wanahisi ni hali ya kawaida wanajua una changamoto ya PID ambayo umeshindwa kuitatua. Kitu cha pili ni kushindwa kupata ujauzito kwa wakati, ama ukipata ujauzito unaweza ukatoa, kwa sababu maambukizi haya yanaenda kushambulia kile kiumbe ama kile kijusi kwenye mfuko wa uzazi. Hivyo mwanamke ambaye una PID, kuna wanawake wachache ambao wamepata mimba walikuwa na PID na wameweza kujifungua, lakini asilimia kubwa wanawake wanashindwa kupata ujauzito sababu ya PID, ama wanapata ujauzito, mimba zinatoka. Kama ni mwanamke ambaye unajua una PID na, na umetumia njia mbalimbali kwa muda mrefu, chukua namba kwenye profile, nitakusaidia, utaweza na utapona kabisa. Inawezekana. Uzazi siyo bahati, sio miujiza, ni maandalizi ya mwili wapo na maandalizi ya afya yapo. Karibu sana.